Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ambao tunafanya kazi za huduma ya Injili katika mkoa wa Tanga, tunamshukuru Mungu kwamba siku ya leo tumekuwa na semina kubwa ya diakonia. Semina hii imefanyika hapa leo. Tumeanza kwa upande wa watumishi wote wa ofisi kuu, ikiongozwa na mchungaji Stefan ambaye ni kutoka dayosisi ya Kaskazini Kati kule Arusha, lakini misionari kutoka kanisa la Ujerumani, pamoja na mke wake Katrin na mchungaji Mjema. Imekuwa semina nzuri. Leo tumeanza kwa watumishi wote wa dayosisi wote kuanzia wa viongozi na wakurugenzi na wakuu wa idara na watumishi wote kabisa, na kesho tutakuwa na viongozi wa diakonia kutoka sharika zote za dayosisi yetu, na siku ile ya Jumatatu na Jumanne tutakuwa na wachungaji wote wa dayosisi nzima, na siku ya Jumatano wiki ijayo, basi tutakuwa na semina kwa wainjilisti wote wa dayosisi nzima zaidi ya mia mbili na ishirini. Tunamshukuru Mungu kwamba semina hii tumejifunza mambo mengi makubwa mazuri, kukumbushwa wajibu wetu sisi kama kanisa kuwahudumia watu. Kanisa ni mkono wa Mungu wa kuwafikia watu, lazima tujitahidi kuwafikia watu na kuwasaidia wenye mahitaji mbalimbali ambao wanatuzunguka tukijua kwamba dayosisi hii ya kaskazini mashariki imejiimarisha tangu kuanzishwa kwake miaka zaidi ya mia moja sasa katika swala zima la diakonia. Ndio maana vimeanzishwa vituo mbalimbali vya kidiakonia: Lutindi Mental Hospital, kituo cha watoto yatima pale Rente Children's Home, Rente School, School for the Blind, Rainbow School pale Rente, ambayo inahudumia watoto wenye mtindio wa ubongo kwa hiyo tumejikita katika mambo hayo, lakini kwa kupitia semina hii tumekumbushwa mambo makubwa, kwamba jinsi ya kuanzisha kamati imara za diakonia kwenye ngazi ya sharika, kuanzia sharikani kwenye mitaa, kwenye jumuiya, kule kwenye jumuiya ndio msingi mkubwa wa kuweza kuwafikia watu kwa ukaribu, maana katika kundi dogo lile la jumuia wana uwezo wa kufahamiana vizuri, nani anahitaji msaada gani, na basi kuanzia hapo aweze kuhudumiwa, na ndipo ifike kwenye ngazi ya usharika, kwenye jimbo na baadaye kwenye ngazi ya dayosisi. Na basi tutafikia hatua hata ya kuanzisha namna ya kutunza fedha za diakonia na vitu mbalimbali ambavyo wahitaji wanaweza kufikiwa na kusaidiwa kupitia kwenye jumuiya zetu, lakini kwenye ngazi ya usharika kuanzisha hata akaunti maalum ambazo zitasaidia kutunza fedha ili fedha hizo zitumike kuwafikia wale wenye mahitaji kweli kweli. Na tunarudia ili kwamba kuanzia kwenye jumuiya ndipo tutawafahamu wale wanaohitaji kweli kweli na ambao wanahitaji kwa kweli huduma ya diakonia. Mimi nawatakia tu baraka za Mungu pekee tunapoanza jambo hili katika dasi yetu kwa upya sana tumezoea zile mbinu za zamani kwa kwa dasi na uzoefu karibu miaka zaidi ya mia moja katika diakonia, lakini sasa mbinu mpya za wakati huu wa kisasa, jinsi ya kuwafikia watu wanaohitaji mahitaji haya. Mungu aendelee kutubariki sisi sote, tujitoe kwa moyo kwa namna yoyote ile kuweza kuwasaidia wale wanaohitaji, kama neno lake linavyotueleza kwamba Mungu wetu anatuita na anatutuma, kwa ajili ya kuwafikia watu wenye uhitaji. Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Mchungaji Stefano Scheuerl na Wamasai wananiitaga Altaretoi. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Kiloteri, nafanya kazi katika diocese ya Kaskazini Kati Arusha. Niko hapa na mke wangu na mimi ni, m, ni katibu wa idara ya udiakonia katika diocese na ndicho kilichotuleta hapa Baba Askofu yani ametukaribisha tufundishe viongozi wa dayosisi, pamoja na wachungaji hata na wainjilisti na washarika baadhi. Na kwa kweli tunafurahi sana, kwa sababu mzigo huu wa udiakonia uko mzito sana juu ya mabega yangu tangu nipate kama wito, wito mkubwa na Mungu. Nataka sana nihimize, ni kanisa sisi tuna kauli mbiu katika udiakonia tunasema Mungu ni baba wa yatima, na kila Mkristo atakubali kwa sababu ni Saburi 68 na lakini, sisi tunasema kwamba kama Mungu ni baba wa yatima, kanisa ni mama wa yatima, na hili jukumu ni kubwa sana, kwa sababu mama, jukumu la mama kwa watoto ni kuhakikisha watoto wanapata mahitaji yao ya msingi, na ndicho tunachojaribu kuhimiza kwamba sharika kuanzia kwenye jumuiya mtaa usharika, mpaka kwenye ngazi ya dayosisi, waingie waseme, na sisi tutahakikisha kama Yesu alivyosema, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa chakunywa, nikawa uchi mkanipa nguo na kadhalika. Na tunasema udiakonia sasa ni kumwendea mhitaji na kumwinua katika upendo wa Kristo aweze kujitegemea na yetu, na kuwasaidia wengine ndio kauli mbiu yetu. Na kwenye hiyo kauli mbiu tunaona kuna hatua mbili, yani kumwendea mhitaji kumtafuta, na kumwinua kwa kumwezesha mhitaji, kwa lengo la kwanza awezi kujitegemea, awezi kuishi kwa kutumia nguvu zake, na pia awezi kuwasaidia wengine. Ndio nikijumlisha yote hiyo, ndio kiini cha kazi tunayofanya.